Dakika ishirini zimepita tu Mwijaku DC ameweza kumtolea povu mwanadada Nifa, na hii ni kwani baada ya ugomvi wao ambao umeanza chokochoko toka majira ya jana. Lakini mbali hayo yote, ngoja nikusomee hii hapa, lakini baadaye nitakupa full package kuhusiana na huu ugomvi ambao unamhusu DC mwijaku akiwa na mwanadada nifa outfit. Haya, ugomvi huu ulianzia hivi. Dakika ishirini zimepita, DC Mwijaku aliweza kuchapisha chapisho kufuatia mtandao wake wa Instagram ambalo ilikuwa linasomeka kama ifuatavyo. Mimi nitanukuu jinsi kama ilivyo. Sitaficha neno hata moja. Inaweza kukasirisha, lakini kama huhitaji kukasirishwa na hicho ambacho ameandika Mwijaku, unaweza kuondoka maana nitakisoma jinsi kama kilivyo. Kuna mdangaji na isi ameanza kujisaulisha kuingilia mambo yasio mhusu nyoko zake. Atulie huko, hatutaki wachangisha michango wa kimizabe Endelee kudanga na kuwashauri wadangaji wenzie na wavuta bangi wenzie huku huku, hatumuhitaji nyoko zake. Nifa, tuna dili na fakti. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika Mwijaku na hajaweza kumficha jina, akaandika kabisa jina lake Niffer, tuna deal na fact. Alianza kwa ile hapa chapisho ambalo lilichapisha masaa 12 yaliyopita, katika shughuli ya Mboso akaandika kwamba wasanii wa comedy alafu akafresh na emoji nyingi za kulia. Watu wengi wakawa wanajiuliza Mwijaku anataka kuongelea kuhusiana na issue gani? Haya, baada ya kuandika hivyo Mwijaku, chapisho la pili sasa ndio watu wakaja kujua kumbe hicho hapa ndio kitu ambacho Mwijaku alihitaji ama alitaka kukiongelea. Akaandika chapisho ambalo liko nasomeka kama ifuatavyo. Sitoficha chochote ntanukuu jinsi kama kilivyo hadi nukta ya mwisho. Wasanii wa comedy mna matatizo gani? Akaeka na question mark. DC Mwijaku akaendelea kusema kwamba mkialikwa tu na bongo fleva hata kiutani utani, mnajaa kama nyumbu, namnaga udhuru, mmejazana nafasi hata za wageni wa heshima, alafu mbaya zaidi, huwa hamtambulishwi kwa nizamu. Hembu jitafakarini kidogo Leo mmenishangaza sana, hivyo ndivyo alivyoweza kuandika DC Mwijaku kufuatia mtandao wake wa Instagram. Sasa baada ya kuandika chapisho hilo sasa ndo akaja mwanadada a Niffer kuingilia kati hichi ambacho amekiandika DC Mwijaku kufuatia ukurasa wake wa Instagram. Akalivalia njuga sakata ile akaandika kama ifuatavyo mwanadada huyu Niffer. Tis, sita ficha chochote ila kiukweli hii kitu inakera sana madada huyu ni akiendelea kusema kama ifuatavyo: hii tabia ya baadhi ya watu maarufu kuwasema watu maarufu wenzao vibaya tena mtandaoni sio nzuri, haswa kuwasema na kuwabeza wachekeshaji. Kazi zao ndo zinawalisha watu wao wa muhimu, familia na kila kitu, na wao wana malengo, wanategemea connections za watu na makampuni wanayotegemea kuwapa matangazo. Mnavyo wa downgrade sio sahihi kabisa, muache tabia mbaya. Lo, Tabia ni chafu. Hivyo ndivyo mwanadada Niffer alivyoweza kuandika, ikiwa japo hajamtaja Mwijaku lakini imelenga zaidi, maana kile alichokisema Mwijaku katika posti iliyopita, aliongelea ali wachekeshaji. Hivyo baada hapo mwanadada huyu Niffer akaja kuongelea hi swala akawagusa wachekeshaji, kwa hiyo moja kwa moja alimjibu DC Mwijaku. Hapo ndipo DC Mwijaku akarudi kuja kuandika hichi, ngoja nikusomee kwa mara ya mwisho, ili upate connection nzuri ya hichi ambacho anakiongelea DC Mwijaku. Ndivyo akaweza kuandika kwamba kuna mdangaji, nahisi ameanza kujisaulisha kuingilia mambo yasiyomhusu, nyoko zake atulie huko huko, hatutaki wachangishaji michango wa kimzabe, aendelee kudanga na awashauri wadangaji wenzie, wavuta bangi wenzie huku huku huku, eh, hatumhitaji nyoko zake Nifa, tuna dili na fakti. Hivyo ndivyo alivyoweza kuandika DC Mwijaku kufuatia ugombizi. Baada ya hapo nimekuikia baadhi ya klipu za Mwijaku akiwa anapiga zake kampeni huko Kigoma, ni kama vile kuna kitu anakitaji. Eh, nimemfuatilia hichi ambacho anakifanya Mwijaku ikiwa kwa sasa na maneno kama ya mtandaoni. Je, kura atapata huko Kigoma? Mimi sijui.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 Ilani ya Chama cha Mapinduzi inakubeba vijana. Mheshimiwa Rais kupitia ilani ya CCM ya 2025 inajieleza kuwa jambo kubwa ambalo vijana walikuwa wanalipigania ni katiba, mabadiliko ya katiba, lakini ilani ya CCM ya 2025 mpaka 2030 imeweka wazi wanakwenda kufanya mchakato wa katiba mpya. Nani kama Samia, nani kama Samia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 wenu. Washukuru kwa kutenga muda wenu, sababu mnaonyesha kabisa mna nia njema na mkoa wa Kigoma, niwaombe tusikubali, tusikubali kutumika, kutumika. kutumika. kutumika. Tufanye maamuzi kwa sababu ya Kigoma yetu. Mimi kesho nitakuepo hapa, na nitapita Vilingeni, nitapita mtaani, tukae tujalili Kigoma yetu na tusikubali kuwa sehemu ya watu ambao wataharibu taifa hili. Serikali ya kuamini, na ndio maana ilani ya sisi ya 2025 kwenda 2030 imetubeba vijana kwa kiasi kubwa. Nimefika, nimechelewa, lakini kwa moyo wenu mmenisubiri airport. Nimekaa na mimi mpaka muda huu nimefika hotelini. Niwahakikishie hivi, mnapojitoa mwende mkajitoe kwa mheshimiwa rais.